Kabla kabla sijaongea chochote, ningeomba tu tuongee ukweli au tufichane. Uniruhusu mwenyewe hapa, Mheshimiwa Waziri. Hey, nashukuru sana. Wote ni mashahidi, hata tusipoongea nafsi zetu zitaongea, kili zetu zitaongea. Eh, tarehe 29, hapa tulikuwa na uchaguzi wa serikali kuu. Kuna mambo yalitokea, hata tusipoongea yalitokea, huo ndio ukweli. Rais bungeni amesimama, mekili tunaomba dakika moja tuwakumbuke wenzetu, si ndio jamani? E, tunaomba sana nyinyi mnaochaguliwa. Mheshimiwa hajakuchagua tu kwa sababu labda ulipata vyeti vizuri sana, lakini kwa sababu anaamini unaweza ukamshauri, unaweza ukamsaidia. Urais ni taasisi, urais sio kitu kichwa cha mtu mmoja kwamba chenyewe ndiyo kinajua kila kitu. Kwa hiyo mnapokuwa kama taasisi mnapoona yumba cheni tu kupiga makofi, mshulini rahisi, twende hapa, dunia imebadilika. Jamani, ndio, wote tunaipenda nchi hii. Wewe ukiwa kama waziri wa vijana, anzia hapo, lakini tukisha kusingiziana, wewe alitoka huku, wewe alifanya hiki, hatutafika. ili tatizo ni dogo kama Mheshimiwa rahisi ataamua litatue kuanzia kwenye mzizi tatizo dogo sana hili. Wewe mwenyewe mheshimiwa hapo na uwaziri wako hujawahi kosea, kwani ukisema hapa niliteleza, kuna shida? Kwa hiyo kilio chetu pia, umesema vijana tuongee, kilicho kilio chetu pia, sisi ni vijana. Nikikuangalia hapa arobaini na tano hujagonga, kama megonga, bahati bahati sana. Lakini tukiongea, hii ni nchi yetu, sisi hatuna kwa kwenda, hatuna mbili mbili hapa, sisi tuna nida hii moja. Hii ni nchi yetu, lazima tuambiane ukweli. Tukiacha sisi vijana tukae kimya, wazee wajenge nchi yetu, kesho wataondoka, tutabaki mimi na wewe, alafu hii nchi tushaiharibu hovyo hovyo. Wewe kama kijana kabisa, una future kubwa, ndo unaanza uwaziri hapa, kesho na kesho kuu tunaweza kukawa waziri mkuu. Tunaomba mshaurini rais, acheni kupiga makofi kwenye vita ambavyo havina msingi. Leo tunaharibu kesho. Haya tunayoharibu mtoto wako ndo anakuja kuyapitia. Tutengeneze nchi, tunaitaka sana hii nchi, hatuna kwa kwenda, hatuna nchi nyingine. Wenzetu Marekani pale, kidogo kwenye demokrasia wametangulia, wana kauli moja kwamba ukiona chizi anaongea msikilize, kwenye maneno mia hawezi kukosa hata moja la busara. Huo ndio ukweli. Tusizuiane sana kuongea, tusizuiane sana kuongea leo. Kwenye nchi yetu mtu akikwambia waziri, eh, umechelewa kwenye mkutano, ulitakiwa uwepo saa nne. Tatizo we ulitwambia, <coughs> <coughs> mkutano saa nne, kwa nini umekuja saa sita? Sisi tumekaa hapa, najua na sisi tuna shughuli za kufanya. Tatizo tayari ugomvi. Sasa hatuwezi kufika hivyo. Penye ukweli tuambiane, tuupokee, tuumeze. Ukweli ni mchungu siku zote sisi tuna matrafiki hapa. mzee wangu amekaa pale, trafiki anapokuambia una leseni, tunaona ni ugovi, hii si ukweli. ndio sheria Kwa wakati wa kuambiana ukweli, tusianze kuku huyu mbaya, atumeze hata kama ni mchungu, ndio ukweli. kwa majina naitwa Daudi Simwinga ni mwakilishi wa vijana ambao hawana ajira Tunduma. kuna msemo unasema wazee wanajua njia ila vijana wana mbio. Katika hii programu ya kuhakikisha vijana wanaguswa wanapata fursa za kiajira katika mji wetu, imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa mfano, mapato ya halmashauri yetu kwa mji kuna asilimia kumi ambazo zinatakiwa zirejee tena kwa wananchi, inatoka kama giving back to the society. Vijana tumeguswa kwa asilimia nne. Asilimia nne haiakisi idadi ya vijana ambao hawana ajira Tulikuwa tuna pendekezo kwa nyinyi wenye mamlaka ambao mmepata nafasi ya kuwa karibu na mama, tafadhalini kaketini na mama mezani, kutoka kwenye asilimia kumi za mapato halmashauri basi tuongezewe asilimia hata ishirini na tano, angalau vijana wapate hata asilimia kumi na tano au kumi ili uwiano wa idadi ya vijana na fursa zilizopo za kiajira uende kasi, uende sambamba nao. Changamoto nyingi zinazotukuta kwenye mji wetu ni kukosa fursa. Hata vurugu mnazozisema zinatokea kwa kawaida, ni malalamiko ya kukosa fursa za kupata kitu mfukoni. Hakuna ishu nyingine, yani ugumu wa maisha ukilainishwa, hakuna mtu atalalamika. Kwao tutaongea mengi, lakini key point ni fursa za ajira zianze kuwafuata vijana. Zamani tulikuwa tunasema vijana wafu wazifuate, lakini kwa sababu umekuja kijana mwenzetu una mbio kama sisi, tafadhali naomba tukimbie pamoja mbio hizi za kuhakikisha vijana wanafikia malengo yao. Inawezekana kulingana na shughuli tulizo nazo na wingi pengine bado hizo fedha zitoshe, ndio maana Mheshimiwa Rais katika kampeni zake alieleza ndani ya siku 100 ataachilia bilioni mia mbili kwa ajili ya kuwezesha mitaji vijana pamoja na wanawake. Dhamira ya ile pesa ni kuja kufidia yale maeneo ambayo vijana wengi wanakuwa wanakosa zile pesa kwa ajili ya mitaji. Tunajua yako masharti wayatimize, ili wapate ile mikopo, lakini kazi yetu sisi kama serikali na wataalamu wa serikali sio kuambia kwamba haujatimiza vigezo na masharti. Kazi yetu ni kuwasaidia kutimiza hivyo vigezo, ili wapatie hiyo mikopo kwa sababu kama kila siku watakuwa wanarudishwa kwa kutokidhi vigezo, ina maana kila siku watakuwa wapate mikopo, watakuwa wanapata wachache. Kwa wanapokuja ikaonekana wana vitu vimepungua katika vigezo na masharti tuliyowapatia, tu wasaidie ili watimize vile vigezo na masharti, ili waweze kupata ile mikopo ambayo wanahitaji. Tunathamini sana kasi ya kutatua matatizo ya vijana. Vijana wanataka mambo yao, wakiyasema wakiyazungumza, yapatiwe wa ufumbuzi ufumbuzi. Tunaweka mkazo katika kasi jambo linapotokea lisiwe na kona kona nyingi, lipatiwe ufunguzi. Na mwisho kabisa, tutatumia faida ya teknolojia ili kijana yoyote ambaye ana changamoto mahali popote aweze kuifikisha kupitia mtandao, ili popote ambapo mimi nipo au watendaji wengine wa wizara, wewe na uwezo wa kuwasiliana sisi. Tutatengeneza huo mfumo ili kijana yote yule aweze kufikisha changamoto yake, ili kama kuna mtu anakwamisha jambo la kijana aliyoko Tunduma, sisi tuweze kushughulika naye tuondoe iko kikwazo, ili vijana masuala yao yaweze kusikika. Ninaomba niwakumbushe dhamira Mheshimiwa Rais ni kuifanya sauti ya vijana iwe kubwa, na ndio maana pekee yetu sisi kama vijana tumeundiwa wizara. Naomba tutumie nafasi hii kutoa mawazo yetu, kutoa maono yetu na kushikamana kama vijana, ili ajenda yetu iweze kusukumwa zaidi.